Bili. Tano. Tano. Tana, tana. Ilikuwa mithili ya mapokezi ya mtoto aliyezaliwa kutoka kwa mzazi ambaye amesubiri kwa zaidi ya miaka 30 bila kupata mtoto. Mbagala palikuwa padogo ise Mbagala, Tupit, let's go. Mtoto makini kuwahi kutokea alitangazwa rasmi kuanza maisha yake duniani. Jambo lolote kubwa linatokana na maono makubwa pia, kabla ya hicho unachokiona sasa. Yes, uwepo wa dunia mpya ya bata na raha ni leo ulianza, na maono makubwa kwenye kichwa cha miongoni mwa binadamu makini nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania, TBC, Dkt Ayub Rioba Chacha, ni nini kilimsukuma kuja na maono haya? Kasema vijana wana maudhui yao, vijana wana fikra zao, vijana wana lugha yao, vijana wana matamanio yao Vijana wana namna yao ya kuangalia mambo, vijana wana namna yao ya kufanya mambo. Wanaishi kwenye dunia ya kidijitali na hata kufikiri kwao eh, ni kufikiri kidijitali dijitali, kufikiri haraka, kufikiri kwa mujibu au kwa muktadha wa dunia wanayoishi. Kwa hiyo tukasema hapana, hebu tuanzishe redio. Eh, mtu akisikia redio za vijana anaweza kadhani ni vijana tu wanaoongeaongea ongea na nini, lakini tuna vijana makini kwelikweli. Yani, ukikaa naye hata kwenye mahojiano eh, kina Lambert eh, uwe umejiandaa sawa sawasawa, si ndio? Kwa hiyo tume tume eh, na, nafikiri tumekava eh, maeneo yote yani, kwamba ukitaka kama ni mahojiano eh, ya masuala makini kabisa unakutana nao wako tayari ukitaka masuala ya burudani kwa vijana unakutana nao wako tayari. Ukitaka ubunifu unakutana nao wako tayari. Ukitaka utafiti unakutana nao wako tayari. Ukitaka lugha ya vijana ambao vijana wanaielewa unakutana nao wako tayari. Na hicho ndio tulichokitarajia, na mimi kusema kweli hawajaniangusha. Na nitumie tu fursa hii kusema nawapongeza sana. Waswahili walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Safari ya kuundwa kwa Bongo FM haikuwa fupi wala ya siku moja, bali timu ya watu wenye nia moja walijifungia, wakavutana kwa hoja bunifu wakapika, vikapikika, kisha kuja na ubunifu mkubwa unaoleta furaha kwa Watanzania. Mambo yalikuwaje huko ndani wakati wa mchakato wa kuiunda Bongo FM? Lilikuwa ni leo hii kingeweza kuonekana hiki ambacho uh, tunacho, kwa sababu ilikuwa unapewa jukumu kubwa la kuleta mabadiliko katika jamii ambayo tunafahamu ina mila desturi na tamaduni zake zilizozoeleka kwa muda mrefu. Uh, na sisi leo hii tunaanzisha kitu kipya ndani ya hiyo hiyo mifumo, kwa hiyo halikuwa jambo rahisi hata kidogo. Yaani, kuna wakati mnagombana na watu watu hawaelewi mna... Yaani, vikwazo vilikuwa vingi, ila kwa vile mwenye maono yake ambaye ni mkurugenzi mkuu alikuwepo na drai wa kipindi kile Aisha Dachi na Alex Magwiza ambaye alikuwa manager, kwa hiyo walitusaidia kuhakikisha yale maono ya mkurugenzi mkuu aliyokuwa anataka kuyaona yanatokea na yanakuwa halisi katika mila na desturi na tamaduni zile zile ambazo zipo. Kwa ukubwa wa jambo, ilibidi kuongeza nguvu kutoka kwa vijana wabunifu na wazoefu pia ndani ya kamati, ndipo jicho likawaona Remigius Mboa au muite Salam Remi, wengine wanapenda kumwita mjuaji na Marcel Kitabu, wakawa walezi wa mchakato wa kuunda Bongo FM mchakato ulikuwa na mengi yatakayobaki vichwani mwao daima wanapoiona Bongo FM. Ilikuwa ni tamanio la nchi na tamanio la serikali kupitia kwa mkurugenzi wa Shirika la Utangazaji Tanzania, Dr Rioba, kwamba sasa kama taifa tuna haja ya kuwa na kituo cha redio cha vijana ambacho kinapaza sauti za vijana, lakini pia serikali na nchi inakitumia kama sauti ya kuzungumza na vijana kwa wakati. Tunakwenda tuna kutengeneza rasimu kwamba hivi ndivyo ambavyo tunataka kituo hiki kiwe. Tulianza kuangalia jina lipi ambalo linaweza lina, lina, lina kuassociate na vijana, lakini pili kituo kipate watendaji ambao ni vijana, kwamba vijana wenyewe watengeneze sauti zao sauti zao kupitia redio, vijana wenyewe watengeneze maudhui yao maudhui wanayoyapenda na maudhui ambao wangependa kusikia. hivyo hivyo, kwa serikali, wadau, sekta binafsi na watu wengine wanapokuja Bongo FM wajue kabisa wamekuja kwenye kituo cha vijana. Ndo ikaja Bongo FM, jina lake simple ambalo vijana wanaweza wakalisikia, lakini pia tuliangalia na human interest. Kila mwanakamati alikuwa na mchango mkubwa kwenye mchakato huo, nao wamefumba vingi mioni mwao. Kuhusu mchakato wa kuileta Bongo FM duniani, kwanza ilikuwa ni jambo la kipekee sana kwangu na la kumshukuru Mungu kupata nafasi ya kushiriki kuiunda dunia mpya Bongo FM ambayo sasa hivi inafanya kazi kwangu mimi. Tukio ambalo nalikumbuka sana na sitolisahau ni namna ambavyo tulikuwa tupo huru kuleta mawazo na kubishana wakati mwingine bila kuzingatia unayebishana naye kwa cheo chake au umri wake. Ilikuwa kinachobishana pale sio umri wala sio cheo, ni hoja. Kama una hoja lete, tuvutane tupate kitu kimoja. Tukio namba moja ilikuwa ni kupata jina sahihi la kituo. So yalikuwa majina mengi na tulipo uhuru wa ku propose majina kila mwanakamati, lakini tukaja kwenye conclusion ya majina machache kabla haijaenda kwenye hatua nyingine na kupatikana jina moja la Bongo FM. O ule mchakato wa kupata jina jipya la kituo, e, ule ule ulikuwa mchakato babu kubwa ule, nikaona kweli kulirebrand kitu kiwe kikubwa sio jambo la mchezo mchezo. Kuanzishwa kwa Bongo FM kuliambatana na kuwapata watangazaji makini kutoka vyombo vya habari vingine, na hii haikuwa rahisi. Wakati natafutwa kujiunga na Bongo FM ilikuwa si rahisi sana mchakato ulikuwa umepitia maswala kadhaa na kamchakato mchakato fulani kalichukua muda, ukizingatia pia ni wakati ambao Bongo FM ilikuwa imeshika kasi, ndio homa ya jiji redio inayotikisa redio inayosikilizwa sana, na imepita kwenye kitu tunaita kujibrand. Eh, ilikuwa pia ina nguvu yake kwenye mashiko ya watu wengi. Kwa hivyo na mimi ikawa ni wakati wa kujitathmini, narudije kwenye redio narudi na kitu gani kipya? au kama ni spidi, narudi na spidi na gani ile ile, niongeze kidogo ama nirudi nyuma kidogo? Kwa hiyo kalikuwa kamchakato kidogo, na ilikuwa ni furaha kwangu kuona kwamba narudishwa tena kwenye jambo ninalolipenda na jambo nililolizoea la redio. cho kwanza mimi binafsi sikuwa nime expect kwanza kuwa kuna siku naweza nikapigiwa simu na redio kubwa kama Bongo FM nikambe bwana, nataka kufanya kazi na wewe na unajua time. Kwa bahati mimi nilikuwa nafanya kazi mkoani, so sikuwa najua kama kuna watu pia wanaweza kusikiliza ukiwa mkoani, na mkoa ambao mimi nilikuwa nafanya kazi radio ilikuwa na, station ilikuwa station na ina, inasikika mkoa mmoja tu, lakini imagine kuna watu wa Dar es Salaam walikuwa nasikiliza, waliweza kuni track kazi zangu kwenye mitandao ya kijamii, na wakaona naweza kuungana na timu ya Flavor kuhakikisha kwamba ili jahazi nalifikisha pale ambapo wa, wao walikuwa wanatamani tulifikishe, tarehe 26 Februari mwaka 2024 katika viwanja vya Mbagala za Kiemu itabaki kuwa siku ya kihistoria kwetu na wasikilizaji wetu pia. Wapo waliolia kwa furaha na wasijue kwa nini wanalia. Bongo FM Dunia Mpya ilianza kazi rasmi na Kijora kikawa ndiyo kipindi cha kwanza kwenda hewani <mulia>

kuanzia leo ukafika mchana uliosubiriwa sana, jukwani akapanda mgeni rasmi, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, akiwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Dr. Ayub Rioba Chacha, na shangwe likasikika, na rasmi redio ikazinduliwa, dunia ikafunguka, bata na raha zikawa sehemu ya maisha ya wanabongo FM, vipindi motomoto moto na mahojiano yaliyowaacha watu midomo wazi, zikawa sehemu ya maisha yetu. Pengine hakuna aliyewahi kuwaza kama ingewezekana. Dunia ikashtushwa na mahojiano ya kibunifu na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dk. Samia Suluhu Hassan jikoni akipika, huku akizungumza ajenda ya nishati safi ya kupikia. Sasa nikuambie Mariam eh, kwamba upishi wa nishati chafu mm. Una madhara makubwa sana. mm -hmm. Unaua watu wengi sana. mm -hmm. Uh, tunakisia kwamba duniani si chini mm -hmm. ya watu bilioni mbili nukta nne wako kwenye nishati chafu, chafu ni kweli, na karibu amaunti hiyo hiyo, kiwango hicho hicho mm -hmm. wanakufa kwa wingi, lakini tunaambiwa kwamba kila siku mm -hmm. watu kama mia tatu na sitini na, okay, wanakufa duniani kote, kote, kutokana na maradhi ya, ya, ya, ya hewa, ya hewa, hey, ya hewa. Hey kutokana na sigara, upishi, gesi chafu, kuchoma mioto kule msituni yale, mahewa yale. Kwa hiyo e, hayo yote yanaleta athari na, na mwathirika mkubwa mwanamke, anakaa sana jikoni, mwanaume anakaa jikoni, lakini umeme. yes, yes, e, sana. safari yetu hii ni kama ndio ilikuwa imefunguliwa tarehe nane ya mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na nne tukazindua rasmi kipindi hiki kikiitwa Azimio la Kizimkazi na hapo ikawa kwa viongozi wengine na wakubwa na wake wa viongozi lakini mheshimiwa viongozi lakini mheshimiwa, mwenye si anaingia jikoni, alikuwa anaingia zamani najua, tukiwa bado tuko eh eh tuko wawili, tulipata msaidia, napenda alikuwa anapenda kupika nini, alikuwa anapenda kupika sana huku na nyama, tuna watoto mabinti sindio? Sasa kwa sababu tunawapenda, lazima tuwe mstari wa mbele kuwaondoa eh, kwenye ta, matatizo yanayotokana na kutumia nishati chafu ya kupikia okay. Sasa hivi tunashukuru eh, mama ametuboreshea maisha wanawake kabisa eh. Simba, Yanga na Azam wamekuwa wakisajili wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri lakini wa kigeni. Kwa hili naweza nikaboost ili tuweze kuchukua ama kukua mabingwa wa Afcon, kwa sababu hofu kubwa ni kwamba hawa nyota ambao wanang'aa ni wa kimataifa zaidi mi, mi, mi, mi. nime la kwanza ni kwamba kuchukua wachezaji kutoka nje si jambo baya, hmm. Lakini hivi bila kuchukua wachezaji kutoka nje ifanye ni jitihada pia ya kuinua vipaji vya vijana wetu. Heka heka za hapa na pale matukio na mahojiano yaliyotikisa nchi yakahusika bongo fm nye ni hasa viboko yao nye ni viboko yao kwa ubunifu na kama kuna aliyeona kama yeye ni mbunifu akichelewa mtampita kwa kasi bongo fm ee kwa hiyo mm. kila tusikidharau kilimo mm. tukisidharau kilimo kabisa sasa hivi kuna vijana wengi wanamaliza shule Uh, wakisha hitimu ukimwambia kwamba kilimo pia ni ajira, anakuambia hapana, mimi nimesoma, nataka ajira. Ukibaki hivyo, amuoni kwamba mnawanyima haki wanachadema wanaotamani kuchagua na kuchaguliwa kwenye uchaguzi mkuu <todito> <todito> E, kwanza hatuwanyimi haki ya kuchaguliwa kwa sababu hawatachaguliwa enewe anyway. Wataenda kufanya kampeni, watakawasalimika na, na engua, engua wengi watakabwa na, na, na wa, wa, wa, wasimamizi wa uchaguzi wa CCM watayanguliwa. Michezo ni maisha na chanzo cha furaha ya wengi. Mahojiano ya watu wazito michezoni yameipamba dunia mpya. Kwa kama leader, kiongozi especially ambayo unasimamia recruitment yeah, lazima ujue hizi moment tatu, na sisi Young Africans, hilo ni eneo ambalo tunalifanya kwa umakini sana Kweo, kwa hiyo hatuwezi kugaranti kwamba serikali itakamilisha mchakato huu kufikia tarehe kadhaa. Wakati sisi tumewasilisha wao, na mamlaka zitafanya kazi. Watakapotuambia kwamba wamekamilisha, ndipo ambapo tutasema kwamba tumekamilisha, lakini tuko kwenye hatua za mwisho. Marekebisho ya katiba yaliyotakikana tulishafanya sisi. Tulivyoingia tuliona lazima tuweke temu. Tulijifunza ni jambo zuri kwa mzee wetu, lakini tuweke temu na tukaweka tem ambazo afu tem zetu sisi ni miaka minne minne nne mara tatu. Kwa kuwa hii ni dunia ya bata na raha burudani, hapa ndio nyumbani. Hapana, mm -hmm. kuta amna. Alafu bro, asikwambie mtu mkiofukara, mnaonekana Yani awesome. Mnaonekana akili hamna, wote kila lilo baya kila unajaziwa wewe, unakuwa na hivi. Unajua mmekuvumilia sana sana, ngekuwa <laughs> mtoto mwingine tayari ungeshapalana. Najiuliza, najiuliza kwa kusema na kipi baba, najiuliza sijui nianze na lipi baba. Mama anasema mwanzo mimi nilikata, kwa nini ulikuwa wapi? Kweli mimi nishampenda na kwingine eh, sema nini? pata nimempata pata nimempata, oh, pata nimempata, pata, nimempata. y yeah, yeah. Sokoni pia tuna mengi ya kushukuru. Hakika huu haukuwa mwaka wa kinyonge. Stela Setumbi ni kaimu meneja wa biashara huduma za redio Bongo FM katika huu mwaka mmoja ambao imeutimiza tuwe wa kweli, mtoto anapozaliwa anakuja na mengi, lakini kadri ambavyo anakuwa uh, katika hatua mbalimbali, basi unasema mtoto huyu atafika mbali. Ndivyo ambavyo Bongo FM ilivyo, na tunawashukuru sana wafanya biashara, taasisi mbalimbali mbali, mashirika, wizara mtu mmoja mmoja, mwenye shughuli anayoifanya biashara, ambao wamekuwa pamoja nasi na naamini tutaendelea kuwa pamoja nao, kwa namna ambavyo imekuwa tema kwa asilimia mia moja. Tunawashukuru sana kwa kile ambacho upande wa biashara tumefanikiwa, aliyetangaza biashara yake, aliyetangaza huduma yake, mwenye kampeni ambayo alikuwa akiitangaza, iwe ya afya, iwe ya namna yoyote, tulihakikisha tuna kama ambavyo mteja wetu ametamani iwe. Mtaa, unasemaje kuhusu Bongo FM kwa mwaka huu mmoja toka kuanzishwa kwake? Bongo FM imekuja kuwa ni media ambayo imeleta challenge na media zingine, imekuja na kitu tofauti kabisa. Maana kuna vitu ambavyo vinafanyika, kuna media zingine ambazo zinakuwa zifanya media ya Bongo FM kuna, kuna maswala radio wanapenda sana kusikiliza. Sasa mimi napenda sana music, wanakaa nasikiliza sana maswala music flavor nini? <laughs> ya ya flavor maswala flavor, si unajua tena eh, kwao wanapenda sana kusikiliza sana music. Yeah. Kwa kweli mwaka mmoja wa Bongo FM yani ni mapinduzi ya nani, m, m, m, vyombo vya habari e, ni kitu ambacho kimekuja yani kwa wakati na imekuja kisasa imepindua yaani kuna vitu vingi vimekuja kupitia Bongo FM. Kwa hiyo Bongo FM kwa mwaka mmoja imefanya mambo makubwa sana. Mambo makubwa mno mno, eh. Hey, hey, Amee hey. Mpaka rais kaojiwa, mpaka mtanga sasa hivi kanaojiwa Bongo FM. Kwa hiyo mwaka mmoja imezalisha vitu vingi. Sisi wengine tulikuwa interview hizi kuzipata kazi lakini Bongo FM uto yera. Yaani hakuna chochote wewe, muda wote pale, jamani eh nika kazi kangu. Njoo faster, hakuna yaani vipinga Upo vizuri mm, nzuri kipindi cha Kijora flavor, unapenda kipindi cha michezo, bao la asubuhi, michezo michezo. Ule msemo wa yajayo yanafurahisha unadhihirishwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Dr. Ayub Rio Bachacha kwa watendaji wa Bongo FM sababu hiyo na eh, kwa sababu ya haya yaliyofanyika kwa huu mwaka mmoja kusema kweli, naahidi nitahakikisha kila kijana ambaye tumekuwa naye na ametoa mchango wake katika Bongo FM tutahakikisha kabisa kwamba na yeye angalao anafurahia matunda ya kazi yake ya kwa, kwa mwaka uliopita 2024 eh, tulikuwa tunasema eh, Bongo FM dunia mpya, na sasa tunasema Bongo FM 2025 hakuna mipaka. Ubunifu ni msingi wa Bongo FM, ushirikiano na weledi ni chachu ya ushindi wetu. Bongo FM 2025 hakuna mipaka.